Assalamu alaykum wa rahmatullahi wabarakatuh, mtazamaji wa Kishki TV. Leo tena tuko hapa maeneo ya Mbagala Kiburugwa, e, mtaa wa Zombokoni. Nikurudishe nyuma ya wakati mtazamaji, wiki mbili zilizopita ndugu zetu e, ambao ni walemavu, kwa maana mlemavu wa macho ndugu yangu Nasoro pamoja na e, albino ndugu e, babu Ali walikuja katika ofisi za makao makuu ya Al Hikma Foundation na Da wa Kimataifa, Shekhe Nuruddin Kishki ambaye pia ndiye mkurugenzi mkuu wa taasisi hiyo ya Al Hikma aliweza kuwapatia hati za viwanja, lakini baada ya zoezi hilo kukamilika. Uh, ndugu Nasoro aliweza kueleza namna gani vile ambavyo anavutiwa mno na mawaidha ya Sheikh Nuruddin Kishki. Na kuna wakati wakati simu yake e, ile ndogo ilikuwa na memory card, ilikuwa ikipata wasaa wa kutazama na kusikiliza e, mawaidha ya Sheikh Nuruddin Kishki. Isivyo bahati, kwa maelezo yake, memory card ile ikawa imepotea kwa namna ambayo akawa hawezi tena kusikiliza mawaidha ya Sheikh Nuruddin Kishki. Hivyo kamwomba Sheikh aweze aidha ampatie memory e, ili aendelee pata kusikiliza mawaidha ya shekhe, lakini baadaye shekhe akasema vipi kuhusu simu kubwa, akasema itakuwa bora zaidi. Baadaye shekhe akamwahidi kumpatia smartphone. Wakati ambapo shekhe anatoa ahadi hiyo, Babu Ali ambaye alikuwepo ni mmoja kati ya wale pia ambao walipewa hati ya kiwanja, akasema shekhe, hata mimi pia nahitaji smartphone. Shekhe akasema basi wote wawili nitamwambia Mashi eh, na nitampatia yeye, kisha atawapatia yeye. Alhamdulillah, shekhe aliweza kutekeleza ahadi hiyo na siku tatu za nyuma nilikabidhiwa rasmi eh, na timu nzima ya staff ya Kishki TV kuweza kupatiwa hizo simu, na leo nimekuja hapa kwa ajili ya kukabidhi kile ambacho Sheikh Nuruddin Kishki amenituma kwa vijana hawa, na hapa ndiyo nyumbani kwa ndugu yetu eh, Nasoro. Tukaangalie yale ambayo yatajiri undani. Hodi, um Oh, Assalamu alaykum <todic> <todic> wa rahmatullah. Hamekupendeza <todic> uh, <todic> kama kwa kwa kwa kwa. I, e, nyumbani ni hapa karibu Sheikh. Waalaikumsalam wa rahmatullah karibu sana Sheikh. Asante sana kuona kuwaona, ndio nyumbani hapa sio? mbona pamepoa sana kuna watu nini? Ah, Sheikh. Hao watu wako kazini tangu asubuhi nilitoka, uh, muda fulani hivi, ila baada ya kumpia simu nakuja, kwa hiyo nirudi mara moja hapa, ili tu-tu nielewe namna gani jambo linavyoendelea. Usishinde shinde ndani bwana, mchana huu Ramadhani mtihani kidogo. Kweli kabisa, ukapata <laughs> kafara <laughs> miezi miwili mfululizo utaweza kufunga? Haiwezekani Sheikh, okay. Najikinga hata nambia, ndio nikaja kwa muda huu yani. Sawa, sisi tumekaribia hapa sana, hapa tunakusikiliza ukisema tuende ndani tuizungumze kama mazingira picha taruhusu, it's okay. Ukisema tusalie hapa pia wewe ndio mwenyeji wetu na siku zote wanasema mgeni e... anapangiwa na mwenyeji wake. Ukitambia kaa hapa, tutakaa hapa. Sasa, maana kwa sababu eh mamlaka yangu iko ndani. Inshallah utaruhusu. Haya. Mtazamaji hapa ndio nyumbani kwa babu. Unapanda mwenyewe hapa? Kweli habibi? Au tukushike mkono? Hapana. Eh? Ngazi hizo unazijua? Allahu Akbar. Masha Allah, masha Allah, masha Allah. Mtazamaji wa Kishki TV hapa ndio nyumbani e, ama chumbani kwa ndugu yetu Nasoro hapa. Si tumekaribia? Karibu sana Sheikh Masi, hapa ndio kama nimekwambia, wana kwanza ndo e, ni chumba changu ambacho nilichopanga. Kwa hiyo, na karibu sana katika eh, katika majoni yote. Karibuni sana katika namna kunihoji. Haya, mtazamaji katika jambo ambalo E, huenda likakusikitisha pia, lakini kadari ya Allah, ndugu Nasro, kama ambavyo unamshuhudia, ni mlemavu wa macho kwa maana haoni, lakini hata mke wake pia ambaye amemwoa anafanana na yeye katika namna vile ambavyo Allah amewaumba wa katika mazingira hayo, kwa maana hata mke wake pia naye anamtihani huo wa kutokuona kama ilivyo kwa mumewe. Maisha yanaendaje, lakini we na mke wako? Ala kulli hal, alhamdulillah maisha anakwenda vizuri kwa vile ambavyo walivyokadia Allah Subhanahu wa Ta'ala. E, mambo yanakwenda vizuri alhamdulillah. Kuhusu kupika inakuaje sasa, sababu naambia mke wako pia ni kama wewe na tumemwona hapa, mazingira ni hayo hayo, inakuaje kuna mtu anawasaidia ama hapana? E, bila shaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala angao anatupa mitihani fulani, lakini e, sio kwamba kana kwamba inashindikana kwenye kupika mm. E, inashindikana ina, ina kwa vitu ambavyo baadhi, lakini vitu ambavyo anavyoweza kuvipika vinaga shida kama ugali vitu kadhalika, alhamdulillah kwa hilo, tuna, tuna, najivunia nalo hilo kwa hiyo kuna ile mazingira unachukua jiko unaweka mara moto na koka yote tunafanya mwenyewe, ye yote yote tunafanya mwenyewe. Watu pia tunasaidiana wenyewe kwa wenyewe. nyinyi nyenyewe, hakuna mtu angamwasaidie? Hakuna ah, mtu. Ndio kwa maana hata hapo naona hapa tuko peke yetu kwenye chumba hiki. Tumepanga au nipanga mimi mwenyewe, ndugu huko mbali kabisa na hapa, na ndio kwa kutoa ukimya, na kia mtu kaenda na shughuliko yake, lakini alhamdulillah tunaendelea vizuri. Uh, kwa vile Allah subhanahu wa ta'ala, faje jinsi alivyo kadiria. Na mambo ya iftari yakoje? Mwaftari alhamdulillah, eh, siku moja moja ndio kama hivyo tunapata, tuna tuna, tuna, tuna lakini uzuzaji tumeridhiana, alhamdulillah, mambo yanaenda vizuri. Kwa hiyo hatujaye kukaa kusema siku imepita siku bila bila kufuturu, lakini alhamdulillah, tuna tunafuturu sungia, tunakosa ndio kingine tunapata, lakini alhamdulillah, mambo yanakwenda vizuri, kwa vile ambavyo walivyokadiria Allah subhanahu wa ta'ala. bah shena sorosi, tumefurahi sana tumefika kwako hapa nah. E, na alhamdulillah, mambo sio mabaya mambo so sio mabaya. Sisi tunaomba dua tu, Allah afanye wepesi. Wote mmefunga, wewe na shemeji kadhalika, watu wamefunga wote, alhamdulillah watu wamefunga eh, watu wamefunga na wote tunafanya mambo ya ibada kama kawaida, vile ambavyo Allah alivyotuambia tufanye vipi. Unaonaje maisha ya e, ya ndoa na Ramadhani, unaionaje ilivyoingia mpaka sasa hivi? Namshukuru Allah, ehe kawaida tu. changamoto gani ambazo mnakutana nazo huwe na mume wako ama hakuna changamoto yoyote? kwa hapa changamoto labda mazingira tu ma kimachache. mm -hmm. Maana e, chumba kikiwa kimoja tabu, vitu wakati wa kupika ujichanui vizuri. Nini alikwambia mume wako, kama alipewa hati ya kiwanja, alikuambia e? <laughs> Ameniambia. Najua alikwambia, na ndio maana pia nikakuuliza Inshallah Allah atafanya epesi katika ile sehemu ambayo umepata, pengine akatokea mtu waheri akawatengenezea kibanda chenu, wala usha vyumba vya kuwatosha. Almuhimu, huu mwezi mtukufu wa Ramadhani, uendelee kupiga dua. Inshallah Allah ushatupa kiwanja, basi tufanyie mpango inshallah, utupe na nyumba yote yanawezekana. Sheme jangu sawa sawa, eh? Mm. Mi nikushukuru sana. Mume wako anambia nisikuulize maswali mengi, kwaacha niheshimu mimi. Nikushukuru sana asante. Haya mtazamaji, hayo yalikuwa ni baadhi tu ambayo sisi tulitaka kuyafahamu kutoka kwa bwana Nasoro, lakini kubwa kama ambavyo nilikwambia pale nje, Nasoro alivyofika katika ofisi ya mkurugenzi mkuu wa taasisi ya Al Hikma Foundation Shehe Nurdin Kishki alitaka ombi la simu baada ya kukabidhiwa hati ya kiwanja. Hizi simu hizi kamera, wanangu zote ni moja habibi. Hii ndio simu ambayo nimepatiwa na shehe, barakallahu fiik. Hii hapa bwana lakini pia Babu Ali njoo, hmm, bwana au tukakupa nyumbani kwako. Haya, huyu Babu Ali huyu ni rafiki yake sana kwa hiyo naye amekuja huku pamoja, asema bwana, nitawachosha mje kwangu mwende kwake, acha tuungane tu pamoja. Hii simu nadhani zote ni aina moja, ziko pamoja, sawa sawa, eh. kwa hiyo naam, mtazamaji wa Kishki TV, hapa ni eneo la nje hapa baada ya kukabidhi ndugu zangu hawa. Nasoro, tuambie neno lako sasa kwa Sheikh Nurdin Kishki, ulimuomba simu na shekhe akuahidi atakupatia, na leo rasmi shekhe amekufikishia simu hiyo kupitia mimi. Unamwambiaje shekhe Nurdin? Kusema kweli kama mazungumzo maz, makubwa sana marefu sana, kutoka shukurani zangu eh, kubwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wataala amjalie kila la kheri shekhe kwa kutimiza ahadi hii na kwa kunithamini kuni, kuni, kuni na pia kadhalika hapa pia amenisaidia kadhalika, kwa sababu huwa anapenda sana kusikiliza Qurani, huwa anapenda kusikiliza mawaidha yake, pia kadhalika. Kwa hapa pia amenirahisishia namna ya kusoma mafunzo katika mambo ya mambo ya dini, kwa sababu sometimes ukisikiza radio peke yake, mtu anaweka mawaidha, lakini muda fulani mtu anataka kusikiliza nini, Qurani. Sasa hivi pia nitatumia fursa hii namna ya kuset Qurani, nitaweka pia nitasikiliza kama vitu ambavyo jinsi vinavyotakikana. Ah, mimi kwanza nimshukuru kiongozi mkuu wa taasisi ya Elhikma Foundation tuseme kaka, kwa kutujali na kutusamini, yani tunamwombea dua sana kwa Mwenyezi Mungu. Lakini vile vile, japokuwa na solo alitamka kauli ile na mimi nilidandia basi, kwa nyuma shehe wote akatusamini kama wadogo zake, na alitusamini kama makundi maalumu akotaka kutenga. Kwa hiyo kwangu mimi nasema shehe, Mwenyezi Mungu amjalie na azidi kuangalia sana makundi maalumu, lakini haswa kubwa mili na nigusi kundi la nasolo sheikh, inabidi amwangalie sana upande wa pili. Na solo, mimi kidogo nina unafuu, najua kuona, naweza kufanya kazi, naweza nikapata ajira yote, lakini mwenzangu na solo kikubwa ni mlemavu wa macho kama inavyowezekana. Na leo tumefika nyumbani kwake, wenyewe mmeona nyumba ya kupanga masikini ya Mungu, ni inakuwa ni mtihani kwa mimi. Imani yangu najua hana mfadhili ambaye yeye na solo anaweza akakizi mahitaji na hakuna sehemu kubwa kwa hapa Dar es Salaam, au sehemu yoyote kama una wazazi uko wewe kama wewe na unaishi nyumba ya kupanga, ni sehemu ya kulala. Labda mimi niombe kupitia kwenu, waandishi wa habari, mtufikishie ujumbe huu kwa Sheikh Kishki, amwangalie tena na solo kwa mara nyingine tena ya pili, kikubwa kumsaidia kodi ya kodi ya nyumba ili apate kuishi bila kubuguziwa, na hakuna kitu kizuri mwenyewe mimi nilimwoji alisema hapa anathaminiwa haja hajadharaulika, lakini vilevile namwomba mishe Kishki, kama akiwa kiongozi mkuu na kiongozi wa dini, tumepata mke kupitia kwake yeye na tunapata maisha kupitia kwake yeye. Mwenyezi Mungu awajalie viongozi wote wa, wajali, wa Alhikma Foundation. lakini bado Nasoro aangaliwe tena kwa upande wa pili, alhamdulillah. Muhimu tumefika hapa katika nyumba ambayo anaishi ndugu yangu Nasoro na tumetimiza kila kile ambacho eh, kiongozi wetu eh, shekhe wetu Nurdin Kishki alikiahidi. Kwa vijana wake hawa kama ambavyo umeshuhudia mtazamaji, ni kwa sababu ahadi ilitolewa hadharani. Tukamshauri shekhe ingawaje, e, shekhe mwenyewe alisema mashipelekeni tu simu hii, haina haja ya kuchukua kamera nini. Lakini tukasema hapana kwa sababu ahadi ilitolewa hadharani, basi e, kutimizwa kwake ama kutekelezwa kwake basi pia iwe hadharani. Alhamdulillah e, aliahidi shekhe, ametekeleza na Allah ameshuhudia katika hili. Asante kwa wote ambao walikuwa nasi. Kumbuka hapa ni Dar es Salaam, maeneo ya Mbagala Kiburugwa, maeneo ya Zombokoni Zombokoni, uswahilini kwelikweli, lakini alhamdulillah majirani aona kumtaa umetulia sana, uko vizuri, nyumba pia imetulia. Asante kwa wote. Nyuma kamera ni Omari Salum Ng'anga, mzaramu wa halisi Kisiju, hiyo mimi ni Mwana Amali Mashi, assalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh. Kishki TV, TV. Nuru. Nuru. nuru ya dini yako nuru.